Kitu mimi nimefanya mambo ya deliverance, asilimia kubwa ya watu waliokoka wanampenda Mungu lakini wana struggle kwenye maeneo yani, kuna eneo na akianza aki, aki, aki, aki kujua ukweli atajua hili eneo wa nimeshikwa, na ndio pale unakutana na mtu aliokoka sawasawa vizuri eh, sana. Hata anaweza kuwa mzee wa kanisa, mhubiri, anaenda akimwangalia mhubiri

Sawasawa, so, so, kuna kitu anatamani kiondoke kwenye maisha yake, yani anajua kabisa kwenye ile eneo okay, wakati ni wa kweli right. Nani amewahi kumwambia Mungu, naomba unisaidie kwenye ili eneo, usiponisaidia nitakwama. Kwa nini uliomba hivo? Kuna eneo unajua kabisa, that area are iwa na na kitu cha ajabu watu wanapokuwa kiroho bado, yani hilo eneo, ili uwe salama at least uwe salama, lazima uwe unauweka mwili wako kwenye madhabahu, unaotoa kuwa dhabihu kila mara yako, ambayo ni ngumu kwa wengi, sio? ukienda kwenye biashara yako mpaka urudi jioni, Mungu pale nusu saa umefanya nini? Umekoroma. Ukiamka asubuhi unakumbuka oda, unamshukuru Mungu dakika tano, umekimbia. Si ndio? Halo, kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo tunataka kumwamini Mungu, kushughulika na vitu ambao viko kwenye mifumo yetu, kwenye DNA zetu, na hivi vitu tukiweza kuvishinda, sisi tutakuwa tumewasaidia hata watoto wetu. Kwa sababu hivi ndivyo vitu ambavyo tunaviamisha mpaka kwa kwa watoto wetu. Na ndio maana ukiangalia hata mimi siku moja nilikuwa na kuna dada mmoja alikuja, alikuwa na shida ya mtoto. Sawa sawa. Roho Mtakatifu akaniongoza kitu. Nikamuuliza, ili jina ni la kwako? Akaniambia sio la kwangu. Nikamwambia jina ni la Daniel, ni ritwala nani? Akaniambia la Bibi. Nikamwambia Bibi ya Isaka? Akaniambia hakuzaa. Alikuja kuzaliwa na bibi mdogo, lakini alipewa jina la bibi mkubwa. Unaona hiyo transfer ya spirit eh? Sasa huyo mtu ukifikiri kwamba ameokoka tu na mambo yataenda, jamani, hata hata kuokoka unajua sio kwenda mbinguni. Kuokoka ni mwanzo wa safari ya kwenda mbinguni. Nimesahau zile pambio za zamani, kuokoka ni mwanzo, ni mwanzo Najua watu wengi wameokoka wataenda mbinguni naona nafikiri nakutania. Unajua uko na tiketi ya gari la kusafiri. Hello. Bwana asifiwe. Sasa, namba moja nataka ujue kwamba Yesu ameweka mamlaka juu yako na hayo mamlaka <tipare großes> yana uwezo wa kuondoa hivyo vitu. Sasa umenielewa? Tuko sawa? Yeah. Niende mbele kidogo. Yeah. Anauliza umenielewa? Yeah. Imeleta maana kwako? Yeah. Sasa, ngoja yeah, niweke uthibitisho mwingine ikusaidie. Kile kitabu cha Mathayo kumi na saba ishirini na moja, iko habari ya ajabu sana pale, iko habari ya ajabu sana. Biblia inasema baba mmoja alimleta mwanae mwenye kifafa kwa wanafunzi wa Yesu. Nakumbuka hiyo story. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafunzi wa Yesu, na pia walikuwa hawajaokoka eh? Hapo wakati wanaletewa walikuwa wameshaenda, wamewahi kwenda field. Kuna wakati Yesu aliwatuma wawili, unakumbuka wawili, wakarudi wakamwambia Yesu, tulipoenda mapepo bwana kwa jina lako, mapepo yanatoka yanapiga kelele, ugonjwa unapona, unakumbuka. Lakini hapa wamekutana na ngoma moja ya kifafa, wamepiga masaa na masaa, hakuna kitu. Sasa angalia, katika hali ya kawaida, magonjwa ya kifafa ni magonjwa ya kurithi, ni kwelea su? Ndio maana ukienda kwa daktari, kuna kifafa ukasema kweli, hakuna kifafa, anashangaa. Umenielewa? Kitu kinaitwa kifafa cha mimba, ni kweli sindio? Wanapata mama, sio huwa wanapona sindio? Huwa wanafanya nini? Wanapona, lakini kile kifafa cha kurithi huwa wanapewa dawa ya kutuliza, kutumiza, kujimliza. Kwa nini hichi cha wamama kinaitwa kifafa lakini kinapona? Unaweza ukashika mtoto wa pili na naio tatiz, sawasawa, lakini huyu mwingine cha kurithi

ulikuwa ni kitu kiko kwenye mfumo, ni generation, ni kitu kiko kwenye kizazi chao. Ndio maana hatawe ni muhimu uangalie kwenu kuna nini. Hello, sasa pale ndio Yesu anasemaje, la namna hii alitoki ila kufunga na kuomba. Maanake kuna vitu vingine unapodili na vitu vya kwenye mifumo, vitu ambavyo viko kwenye DNA lazima pia ni muhimu ufunge, inakufanya kuwa sense zaidi sawasawa. So, so, haufungi ili nguvu za Mungu ziongezeke. Nguvu za Mungu ni zile zile. Unafunga kukuongezea wewe sensitivity, umakini, ili kuweza kupiki zile signo za Roho Mtakatifu, kwa sababu unapodili na hivi vitu bila kupata signo ya Roho Mtakatifu, wakati mwingine ni ngumu. Na ndiyo maana mtu asikudanganye, huduma za kina prophetic ni muhimu sana kwenye makanisa kwa so, sababu kuna vitu vingine huwezi kuvitoa mpaka ujue kabisa hichi ni kitu fulani, mpaka ujue kabisa hichi kitu kiliingiaje. Sawa sawa, una hivyo unafahamu kuna mapepo huu, watu wa mapepo mnajua kuna mapepo huu hayamki mpaka Roho akusaidie ujue hili ni pepo la kitu fulani. Unapotaja tu pepo la kitu fulani unaona anashtuka, lakini saa zote lilikaa kimya. Na ndio maana ni signs za Roho Mtakatifu wana Yesu anawaambia wanafunzi wake, na namna hii, fungeni ili mpik signal, upate direction za Roho Mtakatifu, namna ya kufanya nini ya kuvitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu ananielewa sema amina. Kama kuna mtu inaleta maana sema amina. Kwao tunataka kudili na vitu ambavyo viko kwenye mifumo yetu na vipo, wala mtu asikudanganye Umesha kuona kuna watu wabadiliki, unagombana nao makanisani sindio? Kugombana kunasaidia? Kuna watu ukigombana nao nazidi kuwa wabaya, sindio? Hata kwenye familia zetu kuna watu ukigombana nao wanazidi kuwa wabaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vya asili viko ndani. Mshakutana mtu anakuambia, analia kabisa, anakuambia ni leo ndio mwisho, sinywi tena, anakuambia nipe na karatasi kabisa nisaini kwamba sinywi tena. na unasema basi ameisha Mungu ni mwema Mungu amekusaidia mpe nani unakutana nakuruzika na chini yaani lazima ujue tu kwamba hii ni beyond kiapo hii ni kitu cha ziada ndugu mmoja aliniambia mama mmoja aliniambia familia ya kwao kwenye mji wa kwao wanakoishi madaktari wamewazoea kwa hiyo wakienda hospitali na wanaulizwa tu, wewe ni mtoto wa fulani? Wanasema a, kama ni mtoto wa fulani, hiyo ni sukari tu, wala msiangaiki. Daktari anasema hiyo ni sukari, si mtoto wa fulani? Hiyo ni sukari yaani yaani, ukoo umekuwa haidentifi kwamba kwenye huo ukoo wao ni sukari tu. Sasa usifikirie hicho ni kitu cha kawaida, hicho ni vitu viko kwenye dini, umenweswasikie <laughs> sasa so mm, na sio vitu vya kawaida. Na hivyo vitu ukiviombea kawaida huwa viponi? umesha amesha. Tunakaa na watu makanisani wenye nese ugonjwa gani? Athma, sindio? Mpaka siku moja athma inafanya nini? Inaamua anaenda kukaa na bwana. Ungapi umesha kuona watu wale opo, wale, walioombewa athma, kitu gani kilitokea? watu wote ambao mimi nimeona walipona asthma, roho za asthma zilipokuwa zilipokuwa zinaattack walitoka damu pwani. Watu wote ambao mimi niwai kuona sisemi kwamba wale mimi niwai kuona ambao roho ya asthma kwenye jeni imeshughulikiwa, niliona watu wanatoka damu kwa wingi pwani, na ndio upinzani wao. Inakupa picha gani? Nakupa picha kama maagano yaliyounganisha hiyo familia kwenye, ama yalihusika na damu mbat inachokuonyesha ni nini? Inachokuonyesha ni kwamba mizizi ya hiyo azma iko kwenye DNA kwenye damu, kwa lazima si tu nguvu za Mungu zipenye kule ziende kuchimbua, vinginevyo mtu atazima, nimepona, haleluya, nimepona, lakini amna kitu, tatizo bado liko pale pa. Bwana Yesu asipiwe, haleluya, haleluya. Kwa huo ufahamu kidogo, uko tayari kuomba leo eh? Uko tayari kuomba kesho? Tutaenda ndani zaidi, lakini hata kila siku tupate nafasi ya kuomba sawasawa kwao. Kuna vitu ndani yako, kuna vitu ndani ya watoto wako na ndio maana tu niongeze wakati unaishi ishi, pia kwa umakini, kwa sababu na vitu unaweza ukavifungulia wewe mlango na vikapangwa kwenye sisi za watoto wako na wakaishi wako kayo. Ni muhimu sana wewe uishi kwa umakini. Na mimi wanasemaga sisi wa Afrika, wengi tumeokoka tunaenda mbinguni, lakini sisi wengi tuna matatizo fulani. Kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe ukirudi tu hapo nyuma kwa baba so yako, sio ajabu baba yako alikuwa analeta waganga nyumbani, sio ajabu so ya baba yako alikuwa anaabudu mizimu. Kwa hiyo wala huko mbali na na hizo na hizo roho ziko karibu kabisa na wewe, kwa hiyo zinakufikia tu kirahisi, lakini wewe unaweza kuzidhibiti. Sema amina kama uko tayari kuzidhibiti leo, sema amina. Sasa Yesu. Kitabu cha Mungu ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Kwa nini tunaenda kushiriki meza ya Bwana katika hii kung'oa vitu kwenye system yetu? Kitabu cha Mungu ya Walawi 17:11 anasema, sikiliza, anasema kwa kuwa uhai wa mwili uko kwenye nini? Kwa hiyo well, uhai siku zote huko kwenye damu. Ndio maana Mungu aliwakataza watu wake Israeli kunywa damu, sawa so, na so. Ndio maana Mungu akasema kila mwagae damu nitadai hiyo damu, kwa sababu damu ndio uhai. Ndio maanake nikupe maguuru kusema e eh? Wangapi wamewahi kuongezewa damu Heshima watu walio kuongezea damu walikupa uhai mbona sasa. So, sitaki kwenda ndani zaidi. niongezewa damu ya namna gani? maana askara vipimo vya vipi hospitali vingeona ni safi, lakini vipimo vya kiro vikaona vipi kitu kingine, sawa so, lakini ninachosema nini, uhai ndio nasema, upo kwenye nini, upo kwenye damu, sawa so, na ndio maana Mungu ameturuhusu kutumia damu moja tu damu moja tu. Damu ya nani? Damu ya Yesu. Kwa nini unafikiria amefanya hivyo? Unaweza kujua kwa nini? Kwa sababu anataka tuwe pateka wa ule uzima ule uhai wa Yesu. Sasa anataka tushi uhai wa Yesu uingie kwenye system yetu, kwa unaposhiriki damu ya Yesu usiangalie tu kwa picha moja ya kiroho ndio maana mimi ni mwai kuona watu wanashiriki damu ya Yesu, pepo ninamwachia mtu, anashiriki damu ya Yesu, ugonjwa unaondoka. Kwa nini? Kwa sababu unaposhiriki damu au na mwili wa Yesu unakuwa umechukua ule uhai wake, unaingiza kwenye system yako.